Hizi njia za, za asili Asi. hmm. Kwa mfano anazungumzia si mbegu za maboga. Sasa tumeongeza jingine si nyonyo, nyonyo na vitu vingine, mmeshai kupata uzoefu kwamba zinafanyaje kazi au mmejaribu kufuatilia tafiti kufuatilia tafiti wenu, labda mkajua kwamba hizi zinafanyaje? Yaani uhusiano wa kufunga uhusiano wa uzazi wa mpango hmm. na hizi mbegu tena mtu amezivaa tu kawaida. <laughs> ah, na hiyo mnyonyo wanakunywa wanakunywa, Eh, wanakunywa kaka. Mbona? Yaani mara kanakunywa kile kimbegu kabisa. Ah, sasa unaanza nianze kutoa elimu gani hiyo na wewe? Mbona unataka unalipia unalipia ada? Eh? Unalipia ada? Ada ya mtoto. Eh. Tupo tala hapo madam Anisa kwamba mbegu mbegu ama njia zozote zile za asili mm. -hmm. zozozo mpango hazijathibitishwa kwamba zina ufanisi wa kutosha kiasi cha kuweza kuzuia mimba isitunge. Kwa hiyo wengine watu wanatumia wana... vitu vingi sana, majani majani nini wanatumia kama hizo mbegu, wengine wengine wanajua njia zao wanazozitumia, lakini hmm. kitaalamu hazijathibitishwa kwamba njia za asili za uzazi wa mpango zinaweza zikamkinga mama asipate ujauzito ambao hajautarajia hmm. hmm. anapotumia kwa mfano mwanamke ama anapotumia mama chanja, tafasiri yake ni kwamba ni sawa sawa lile jambo, si kwa ajili yake yeye, ni kwa manufaa ya mimi na yeye, umeelewa? Mm, kwa hiyo ile njia anayoitumia tafasiri yake inapaswa mimi pia nijue, lakini pia uh, kuna yale maudhi madogo madogo ya kutokea. Ninajua kabisa kwamba anatumia njia hii, maana yake njia hii na maudhi haya na haya, nijue namna gani pia kuweza kuishi naye mm hey.

kwa ujumla wake kwanza tuanze hapo. Uh, kwa ujumla wake, afya ya uzazi ni hali ya usalama kimwili, kiakili na kijamii kwa ujumla wake, okay. Ni huduma ambayo inatolewa kwa wanawake na wanaume, lakini na vijana pia inayojumuisha mambo mazima ya uzazi. Kwa hiyo afya ya uzazi ndio hali ya mtu kuwa salama kimwili, kiakili lakini pia na kijamii, na ni huduma ambayo inatolewa kwa ajili ya mambo ya uzazi, hmm, yanayohusu uh, wanaume, wanawake pamoja na vijana, hmm. Nikirudi kwa mchango walivyochangia, hmm, jinsi mlivyowadodosa, hmm, kwamba walengwa hasa ni nani wa afya ya uzazi hmm. Uh, afya ya uzazi inalenga watu wote, wanawake, wanaume na vijana ambao wako kwenye umri wa kuzaa, yani wale walioko kwenye umri wa kuzaa, ndio hao ndio walengwa hasa wa afya ya uzazi. Okay. Ja. Wakati unazungumzia hapo kuhusiana na afya ya uzazi, nilipata swali pale nikajiuliza, je, njia, njia hizi za uzazi wa mpango nazo ni sehemu ya afya ya uzazi? Ndio, na njia za uzazi wa mpango na zenyewe ni sehemu ya afya ya uzazi kwa sababu kupitia uh, hizo njia ndio uh, wenza ama mtu binafsi wanaamua sasa kwamba wazae watoto wangapi, kwanza waanze kuzaa lini uh, wazae watoto wangapi na watoto hao watakaozaa wangependa wapishane kwa umri gani na lini waache kuzaa kwamba sasa tumeshazaa watoto wetu saba, tumeshazaa watoto wetu watano wanatutosha. Kwa hiyo wao wenyewe ndio wanaamua kwamba tuache lini kuzaa ili sasa tubaki kulea na kuendelea na maisha na shughuli zingine za kiuchumi. Ni aina gani za njia za zo mpango? Sasa vitu natuko, si ndio? Eh, tulikiwa eh. Kaka sasa kwenye aina. Aina. Tumepita kwingi. <laughs> Okay. Unajua ndio raha kina ya marudio. Mm. Yeah. So, aina za aina ya uzazi wa mpango, tuna njia za uzazi wa mpango ambazo ni njia za za kisasa, lakini kuna njia za muda mfupi uh, ambazo hizo ambazo zinafanya kazi kwa muda mfupi, na mara baada ya mtu kutumia anatakiwa tena atumie baada ya muda mfupi. tuna okay. uh -huh. njia za muda mfupi ambazo ni kama vidonge, lakini na kondom. Hizo ni njia za, uh, za muda mfupi, pamoja na sindano lakini kuna njia za muda za uzazi wa mpango za muda mrefu. Hizo zina za muda mrefu zinaweza zikachukua uh, tuna kitanzi cha miaka mitatu lakini miaka mitano uh, uh nini kipandikizi kijiti niseme. mm -hmm. Tuna kijiti cha miaka mitatu na mitano, lakini pia tuna kitanzi ambacho wanaweza katumia hata miaka mitano na kuendelea. Kwa hizo ndio za muda mrefu, lakini pia tuna njia za kudumu hizo njia za kudumu ni zinahusisha upasuaji mdogo. Kwa hiyo kuna aidha mama anaweza akafunga, uh, uh, kizazi lakini baba pia wakielewana, baba pia anaweza akafunga. Kwa hiyo ni aidha mojawapo kati ya wote wawili, okay. Yeah. Kwa hiyo njia tulizo nazo za muda mfupi, muda mrefu na za kudumu. Nawezaji kuchagua njia ya uzazi wa mpango? Uh, kuchagua njia ya uzazi wa mpango. Kama mteja anahitaji kuchagua njia ya uzazi wa mpango, anatakiwa aende kwenye kituo cha huduma kutolea huduma za afya. Pale atakutana na watoa huduma wabobezi ambao wamebobea kwenye hizo huduma, atajieleza kwamba anataka nini. Mtoa huduma watashauriana na atamfanyia vipimo huyo mhusika ili aweze kuona kwamba ana njia ipi itamfaa itamfa, lakini pia ikiwa inazingatia na malengo ya huyo mtu ama huyo mteja kwamba yeye anataka apange vipi uzazi, kwa muda mfupi, kwa muda mrefu au, au njia ya kudumu. Kwa hiyo atasaidiwa kwenye kituo cha huduma kuweza kuchagua hiyo njia atakayopenda kuitumia okay. <laughs> Na hizi hizi huduma zinapatikana wapi, na je, kuna malipo yoyote ambayo anapaswa kulipia? Kuweza kupata ushauri juu ya uzazi wa mpango uh, njia za uzazi wa mpango zinapatikana kwenye vituo vyote vya kutolea huduma za afya hasa za serikali. Vituo vya kutolea huduma za afya, vituo vya serikali zote zina wataalamu wabobezi ambao wanatoa hizo njia uh, labda kwa maana ya njia ya kudumu ile ya upa, upasuaji ndio sio kila mara wanafanya, lakini hizi za muda mfupi, za muda mrefu vituo vyote vinatoa hizo huduma. Kwa hiyo, mahala pa kupatia hizo huduma ni kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Lakini pia umeuliza kwamba kuna malipo yoyote mm ama nini mm. Uh, huduma zote za uzazi wa mpango ni huduma ambazo tayari zimesha kugharamiwa na serikali, kwa hiyo hazilipiwi kitu chochote, tayari zilish, wale watu wa, huduma walishafundishwa lakini pia hizo njia zinapatikana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma ambavyo serikali tayari ilishakwisha kuvigharamia. Hata kama ni wao upasuaji, serikali ilishagharamia, hahitaji mtu kutoa hela ili aweze kufanyiwa upasuaji wa kufunga uzazi.